Ujambo popote pale ulipo na karibu kwenye pita pita za kwangu. Ni wakati pita pita kwa pamoja. Natumai basi ubuheri wa afya popote pale ulipo, na nikafika katika maeneo kadha wa kadha ambapo eh, kuna mambo kadha wa kadha ambayo alizidi kujiri. Karibu tueneende kwa pamoja, mie hapa ni VM ukipenda vikta Madou, naam kafika katika maeneo kadha wa kadha, na niruhusu basi nikujuze. Na kabla basi niweze kujuza pale, nikumbusha tu kwamba iwapo ndio unajiunga nasi for the first time najnasi e, chini ya video hii kuna neno subscribe, click hiyo neno Copy the link hapa and share na niweke comment yako pale, itakuwa vema tena zaidi. Katika pita pita za kwangu naami hapa VMM, ukipenda Victor Mado Mandala, kafika nianzie eneo la Nyali kule Mombasa. Nyali Mombasa, kuradi mmoja wa hapa alimfukuza mumewe kutoka chumba cha kulala akimlaumu kwa kumwambukiza homa kali kupindukia hii. Yani, kidosha huyo ambaye ni mmiliki eh, anamiliki nyumba wanayoishi alisema hawezi kamwe kulala na mumewe kwa kuwa alimwambukiza mafua mabaya sana, hadi akawa na maumivu ambayo hayajawahi kupata hayajawahi kuyapata katika maisha yake yote. Naam. Unajua, mnapooana mnafika mahali mnasema for better for worse. Yani huyu wacha, wacha ye was. Yani homa tu unafukuza mme wako chumbani, aenda lale kule, ajipange. Kisa na maana hutake kuambukize homa. Na wakati ulisema for better for worse ulikuwa na maanisha so, sahii for better for no homa. Homa ikija kila mmoja ajipange. hmm. okay. Wafikiriaje? Waona kwamba huyu mama isi justified? Hakuna haki. Kuna kuna kastori hapa tujui. Haya, semi kitu. anafukuza mume juu ya homa. nikitoka kule basi eneo la nyali nikavuka mpaka eneo la silibwet kule bomet. silibwet bomet kuna mrembo mmoja wa hapa nusura apigwe kalamu na mdosi wake kwa kumchafulia jina kanisani kwa kusema ibilisi anamtumia kumnyima nafasi ya kuhudhuria ibada, na kulingana na haduru ni kwamba kipusa huyo alikuwa akitoa ushuhuda kanisani alipotoa matamshi hayo, huku mmoja wa shirika akinasa video ya ibada hiyo. Unajua, mmoja wa shirika yeye alikuwa ananasa tu video, mtu anatoa ushuhuda. Alafu utakuwaje tu na akili zako vizuri, alafu ameenda kanisani anasema, unajua eh, wakati mwingine nakosa kuja kanisani kwa sababu shetani humtumia sana mdosi wangu, ndio ananikazia kuja kanisani. Shetani ana, kwa hivyo anaingiwa na shetani, ana kazia kwenda, na ni mdosi wako. Unaona, sema mbele ya watu na shuhudia, inaweza kuwa ni ukweli, lakini kumuita shetani akiwa ni wewe, usikie mtu amekuita shetani, saitani, Shet <laughs> na huyo umemwajiri, anakula pesa yako. Kwa hivyo anakula mshahara kutoka kwa shetani? Ulimwengu una mambo, akiwa ni utadu na. ilifanyika wapi? Kule Bomet, nusura huyu binti apoteze kazi. Please, be wise o, be, hata kama mdosi wako ni mzee ama mdogo ama hajasoma, be very wise, unakula pesa zake. Hai. Nikitoka kule basi nikavuka mpaka Mwingi Kitui. Mwingi Kitui kuna kipusa mmoja mtaani hapa alikosa la kufanya, jamaa alipomgeuka na kumtaka amrudishie mali yake yote aliyokuwa amemnulia. Polo alifika kwa demu hiyo asubuhi na mapema na akiwa na hasira, lakini akasema hivi, nataka urudishe kila kitu. Najiuliza, huyu amefika mahali sasa jamaa wamekuwa kwa urafiki kwa muda mrefu. Siku moja tu anaamka anaenda kutembea kwa kina huyu binti, alafu anamwambia nataka kila kitu. Binti akidhani huyu chali yake ni kama ni mzaha, akaona jamaa ameweza kuchukua hii nguo, mimi ndio nilinunua, hizi viatu, mimi ndio nilinunua, akachukua kila kitu. Nini ilikuwa inamsumbua huyu jamaa? Ama kweli, ama inaweza kuwa ni depression, huyu jamaa ako depressed kwani juu? Ukiona vile binti ameshtuka, ni kumaanisha kwamba huenda hawajatofautiana vile ndio useme imefikia hapo, haijafika hapo. Haya, sijui nafikiria, ni kwa nini unadhani ni kwa nini? Is it possible? Can you go back? Uende kwa yule ambaye ni mchumba wako, chukue kila kitu ambacho ulimpatia, na chakula je, utatoa kwa tumbo? Haya. Nikitoka kule basi nikavuka mpaka Kilifi, watu wa Kilifi mpo, ambapo mmoja wa hapa alimtema mpenzi wake akishuku alikuwa na uhusiano wa mwana eh, na mwanabodaboda mmoja ambaye alizoea kumbeba kila wakati wali, wakipanga kukutana kujivinjari. Kwa hivyo huyu dada anatumianga tu bodaboda huyu mmoja si mwingine, alafu wanapiga stori sana hey, mmewaka kaangalia, kasema, hapa huyu kichuna hii kuzoeana na bodaboda boda, hapa huenda ni mambo mingine, so akamtema, na alikuwa si mke, ni mchumba tu, anapanga kuona hivyo, ndio aliharibu uchumba. Surely is it, is it reason enough? Si umulize una uhakika gani Hmm? Alikuwa na haki kwamba atoke. Angekuwa ni wewe, ungemwacha hivyo mpenzi wako ama jamaa, kuwa nampenda hivyo? Haya, niambie, semezana nami hapa chini kwenye comment section. Semezana nami nikimalizia basi eneo la wapi? Bamburi Mombasa. Nimalizia kule Bamburi Mombasa ambapo kule Bamburi eh, kuna pasta mmoja aliwafurahisha wengi waliohudhuria harusi iliyofanyika eh, hapa alipodai vidosho wanaonyemelea waume wawenzao ni wazembe. Pasta huyo alidai kwamba ndoa nyingi zimeanza kusambaratika kwa sababu ya warembo wasiotaka kutafuta wachumba wao yani, hasa ni, wazembe. Swali hata najiuliza ni, warembo wanaotafuta wa chumba, ama ni wanaume wanaotafuta wachumba sijui, lakini alisema wenye wananyemelea ndoa za wenyewe ni wazembe. Unafikiriaje? Okay, semi kitu nam. Alisema hayo akasema, kila mtu ajitafutie wa kwake bana, wacha kunyembelea wenyewe. Na mbona unyembelea wenyewe? Ataka tu vile vimeundwa. Ukiona vimeundwa bana, ukiona vyaelea elea, amin jua vimeundwa, au sio v Ukipenda Victor Madomadala kwenye Pitapita za kwangu, hakikisha kwamba chini ya video hii kuna neno subscribe. Click hiyo neno subscribe, in case waambia sign in, sign in na jina la account yako, copy the link hapa juu and share na click notification bell. Kuna alama tu ya kengele hapa chini, just click your notification bell na itakuwa vema tena zaidi. Kwa hivyo na zaidi ya yote, weka comment yako hapa chini. Kwa hivyo, nakumbuka nakumbusha tena, make sure you subscribe pale. God bless you, VWM kwenye pita pitapita za kwangu siku hii ya leo, ambapo nasema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi. Je, kuona mengi zaidi. God bless you, subscribe and bye bye.